Hospitali ya MediHeal ikiendelea kuzingirwa na sakata ya ulaguzi wa figo, usimamizi wa hospitali hiyo umeendelea kujitetea kutokana na tuhuma hiyo. Kupitia kwa mawakili wao, wamedokeza kuwa data za utendakazi wao ziko kwenye mtandao na kuwa wamekuwa akipeana data zao kwa uwazi, akipeana mfano wa wakati ambapo kamati kutoka Wizara ya Afya inayoshughulikia masuala ya e upandikishaji iliwatembelea na kuwapa data zao kwa uwazi In uh, December 2023 readily shared everything that we've done. Mawakili hao wakiongozwa na Kato wa Kigen pia wamedokeza kuwa kumekuwepo na shauku kuhusiana na kazi yao na sababu inayowafanya watu wengi kutaka huduma pale akiweka bayana kuwa ni kutokana na huduma bora kiasi kwamba watu kutoka mataifa mengine wamekuwa wakitaka kutibiwa pale katika hospitali hiyo. Wamesifia baadhi ya vifaa vya matibabu alivyo navyo ambavyo ndio tu walio navyo hapa nchini. The question has kept on coming up in all the interviews that MediHeal has been involved in as to why MediHeal

Kulingana na wakili huyo, visa vya fivo pia katika hospitali hiyo wakati wa upandikishaji havija kuwepo. Wagonjwa wamekuwa wakishughulikiwa kwa kasi, na pia muda wa kupona huwa wakasi, mambo ambayo wanachukulia muhimu kwa afya ya wagonjwa walio nao. But generally, it is a design that is least invasive Haya yanajiri huku waziri wa afya Eden Duale akiamuru kliniki zote nchini kukagua upya ili kuhakikisha kuwa huduma zinazotolewa kwa Wakenya hazizoroti.